Na timzo, kama kawaida, tunaendelea hii leo, na leo tuko na nyota wetu mwanadada e, mwite Mwanahamisi Omari, lakini amezoeleka kwa jina la Gaucho. Gaucho uko sawa sawa? Alhamdulillah, nimshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa. Mambo yanakwenda eh? Eh, Mungu anasaidia. Kwa nini ukaitwa Gaucho? Tuanzie hapo. Sijajua kwa sababu yeye mtu sijui aliona nini kwangu, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wangu wa Murat Queens alikuwa anaitwa Laim Maguza ndo alonipa jina jinako, hata nikitafakari mwenyewe nikikuwa, sijui yeye ali, eh, mwenyewe aliona nini kupitia kwangu mimi, basi jina likaja likazoeleka, ndo ishakuwa tena. Au kujawahi kumuuliza? Sikuwahi kumuuliza. ni? wewe ulilipokeaje? ni? Nilipenda, kwa sababu nilifananishwa na mtu ambaye labda ana hazi kubwa na ni mchezaji mkubwa duniani. Ukijiangalia binafsi, eh, jina la Gaucho, unamtendea haki Gaucho mwenyewe? Ah, kwa yule mwamba bado, labda bado amefanya makubwa sana, hata wa walo, waliojili walo nyuma mbele ya mbele yake huku pia bado awajamf hawajamfikia awa yule ni mtu mwingine bwana, hmm. Yaani Mwenyezi Mungu alikiumba kile kiumbe na kwa sababu ya kuja kutii mpira yeah, akautendea aka Mwana Mwanahamisi, historia yako ya mpira E, kipindi kile haikuwa rahisi kuingia kwenye mpira. Watu walikuchukuliaje wakati unaingia kwenye mpira na maisha yalikuwaje? Ah, unajua kitu chochote kile cha mafanikio hakiji kwa urahisi, au hakuna mtu atakayeweza kukupokea kwa urahisi. Lazima ukutane na changamoto yoyote, si kwenye mpira, sio kazi za kawaida, lazima ukutane na changamoto. Sasa inategemea wewe mwenyewe unabebaje ile changamoto ambayo unakutana nayo kwa wakati ule, lakini kwa wakati ule mpira wa wanawake hadi uje kukubalika ni kazi ngumu sana, hususa kwa wazazi, hata kwa jamii inokuzunguka. Nyuma lakini mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile kitu ambacho nilichokuwa nakifanya, na hadi na mzazi wangu ukimuuliza kwa sasa, nafsi yake inamuuma kwa sababu angelijua kwamba mwanahamisi atakuja kuwa ni nani, labda angenipa support tokea nikiwa naanza lakini hakujua kile alijua, labda kwa sababu walio wengi wanajua mpira ni mchezo wa kiuni, ni mchezo wa kiume. Kwa hiyo ukiingia kwenye swala la mpira utakuwa mtu fulani ambaye tofauti, kumbe zie ni zana ambazo za tofauti yeah. Mwanahamisi, kwa nini zamani na ndio maana umeona mwenyewe umekiri hapa kwamba mzazi alikuwa anaona ni mchezo wa kiume. Kwa nini kipindi kile, wakati kwa sababu na wewe ulikuwa sawa, sio wewe wale wa kwanza kabisa kama ambavyo tunazungumza eh, watu kama wakina Esther Chaburuma. Lakini wewe ni miongoni mwa baada ya hicho kizazi sasa ndo. Kwa nini zamani mpira watu mlikuwa mnapenda kujiweka sana usera usera? Ama mlikuwa mnaona kwamba kwa sababu ni mchezo wa kiume, basi twende kama usera kama wanaume. Kizungumzia mpira ni mchezo wa kiume, lakini haikufanyi hai ukataka kujibadilisha ikawa kama ndo mtoto wa kiume, hapana. Uhalisia wako utabaki kuwa vile vile, utakuwa wewe ni mtoto wa kike. Na ndo maana pia ilikuwa ngumu sana jamii kutuelewa, kwa sababu jamii kutuelewa, we mpira ulivyokuwa tunacheza mpira wa kiume, lakini tulikuwa tumejiweka sana kama tuseme, tumejiweka sana kama watoto wa kiume fulani, ndo maana hata watu walikuwa wanachukulia hawahitaji watoto wao wajiunge wajiunge katika mchezo, mchezo ya, wakichukulia kwamba labda mwanangu mimi akijiunga atakuwa kama mtu fulani au atajieka hivi. Ndio maana ilikuwa mwamko ulikuwa sio mkubwa sana baadaye. Ukawa E, Mwanahamisi ambaye ukawa unalibeba taifa e, kwa maana ya kwamba kwenye hasa timu za taifa lakini hata ukiwa uko Simba Queens, wazazi wakalipokeaje? ah mimi ni mzaliwa wa Tanga da, na tunajua Tanga vipaji vya soka vimelala na kule, watu sometimes dini sana ime, sana ime nini kule. Tena kwa mtoto wa kike ni ngumu sana mzazi kuelewa, kwa inshallah lakini kwangu mimi ilikuwa nilijitahidi sana kuitoa ile dhana ya kuwa mama asiniamini, lakini ilipelekea mama kaja kuniamini muda ambao mimi tayari labda kwa e, kwa hiyo nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa pale, alijitahidi ali na yeye kunipa support yake, lakini hata ukimuuliza yeye mwenyewe, nakumbuka aliwahi kuulizwa akasema alitamani ingekuwa mapema kunipa support. Labda ningeweza kufikia vitu vingine zaidi hapa nilipofikia. e, kwenye mpira ni vitu gani ambavyo unavikumbuka Mwanahamisi, ambavyo nasema mpaka sasa naendelea na soka lakini nikikumbuka kitu fulani nasema bado kwenye soka nipo nipo sana, ambapo inakufurahisha. Ah, kubali kutoa shukurani kwa watu, inakuwa sio sio mtu ambaye si muungwana, sio muungwana. Unajua, mpira wa wanawake ulipotokea huko nyuma ulikuwa ni bila kuwataja maneno akina maneno ya Abdaratamba marehemu ya bado hujazungumzia mpira wa wanawake. Hakika maana ndio mwanzilishi wa soka. Ya, wakati huo kulikuwa na Tanzanite, kulikuwa na Murat Queens, JKT mpaka sasa hivi bado ina, ina inafanya vizuri. Hmm. Ah, tumepita kwenye mikono ya watu, tunawashukuru sana ndio maana pale tulipoweza kutengeneza majina yetu. Na bado tupo mpaka sasa. Na bado tunaendeleza kutoa mchango katika soka la wanawake. Na pia bado tuna tunafanya wachezaji walio wengi ambao wanachipikia saizi wanataka kujifunza kupitia kwetu sisi. Mtu awezi kusemea kwamba anahitaji kucheza mpira, labda niwe kama nane, atakwambia anahitaji kucheza mpira nifikie, labda kama Esther Chabruma au Mwanahamisi Omari. Japo nawazungumzia kina Esther Chabruma kwa sababu ni watu ambao mimi nimewakuta, ya ndo waanzilishi wenyewe na, na nawaheshimu kwa sababu naamini mimi kufikia pale kwa sababu ya kuwa respect wale lakini ningetaka kufanya kwamba wao ni wadogo, mimi ni mkubwa, kajiona star ya yeah, nisingefikia pale. Nilikubali kwamba nimewakuta watu, nijifunze kupitia wao, namshukuru Mwenyezi Mungu ya. Huyo ni Mwanahamisi Omari muite Gaucho kama ambavyo amezoeleka. Kwa kweli, eh, ameutendea sana mpira. Kwa sasa ni mchezaji wa klabu ya Simba Queens eh, lakini ni nyota wa kikosi eh, ambaye amekuwa akitumikia kikosi ametumikia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa maana ya Twiga Stars. Kumbuka kuna mechi moja pale uwanja wa taifa eh, ilikuwa ni timu gani ile? Ukatupigia goli nani? Jumla mlibuka na goli 11, si ndio? Kwenye hiyo mechi ile mechi ilikuwa ni mechi ya tuseme, ilikuwa kama mechi ya kirafiki kati ya timu ya taifa ya bara na timu ya taifa ya Zanzibar. Yani nilibahatika kushinda goli nane, ni mwendelezo wa kufanya yani wa kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nimeeka dhamira, kwa sababu naamini mpira wa mguu au kitu chochote lazima uwe na nia ya kufanya, nahitaji kuwa sehemu fulani mm, mm, mm. Ndiyo utafanikiwa yani usicheze tu au usifanye kazi bila kuwa na malengo. Ukiwa na malengo, basi naamini Mwenyezi Mungu atakujalia kwa kile kitu ambacho nakusudia. Katika mechi za international, ni mechi gani ambayo umewahi kupiga goli nyingi? Mechi niliyopiga goli nyingi ni mechi ya Twiga Stars na Sudan, sudani, sudani ya kusini ama sudani ya, Sudani kusini, kitu kama hicho, kwa sababu nilishinda ile mechi goli nne. Hizi hat-trick kwako, yeah, zimesha kuwa ni kawaida. Hat-trick ngapi umeshapiga? kwenye mechi za ushindani ah, kwa nikizungumzia, kwa vilabu bado hakuna mtu aliovunja rekodi yangu, kwa kwa sababu Mwanahamisi ndio mchezaji ambaye amewafunga Yanga atriki mara mbili mfululizo na ndio mchezaji ambaye ni mwenye historia yangu kujengea kwenye mechi za dabi. Hakuna mtu ati, ambayo, ya, hakuna mtu. Kwa hiyo nasema kama ni mzee Kibadeni King Mputa Kibadeni basi, huyu kampiku kwa maana ya kwenye soka la wanawake, kwa sababu zote ni ligi kuu e, za soka Tanzania bara. Mwanahamisi, soka letu la Tanzania ukaliona na maisha yakaenda, lakini hatimaye baadaye ukapata nafasi ya kwenda nje ya nchi, milango ikafunguka. Kwanza tuanze kwa kulipokea Ilikuwa, tari, e, e, ilikuwa ni furaha kiasi gani, kwa sababu tayari kuna wengine ambao walikuwa wameshatangulia, tukizungumzia kama wakina Sofia Mwaskili ambao walikuwa wameshatangulia kwenda huko. Mimi ndoto yangu ilikuwa ni kucheza nje nje, na namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kufanikisha, kwa sababu jitihada na kumuomba Mwenyezi Mungu kiliniwezesha, japo malengo yangu ni kuwa kwenda mbali zaidi, lakini niliweza kusubutu kwa kutoka hapa nyumbani na kwenda Moroko peke yake niliweza kusubutu. Mm. Kwa sababu ukiachana na Esther Chabruma alienda Sweden, uh, a Sofia Mwaskiri alienda Uturuki, mm. Asha Rashidi alienda Uturuki. Ika ile, ile nini ikatoka. Mm. Kwa hiyo mtu ambaye nilikuja kuweka kwamba inawezekana ni mimi Mwanahamisi. Na hiyo sikufanya kwangu tu mimi Mwanahamisi. Hiyo nilifanya kwa watu wengi. Ukiangalia kwa mpira wa wanawake, hata kwa wanaume walisema wali kwamba kumbe inawezekana ukisubutu inawezekana. Nikiangalia kuna wakinaisha masaka wako Ingereza, kuna akinaopa wako wako walienda China, kuna Clara ambaye mbaymbaye iko Saudi Arabia, kuna wakinainekia wako singano singano mona am. Unaona watu wengi ambao kipindi cha mwanzo ilikuwa kitu hicho hakiwezekani kwao. Naamini ndani ya miaka miwili tena mbele basi naamini hata mwalimu wa national team hataweza hata kuwa na shida na sasa hivi unaona kwamba inatusaidia, inatusaidia, kwamba tuna kikosi kipana ambacho yeah. Watu wakija wanakuwa no na experience yeah, kwa sababu ilikuwa ukiangalia mashindano ya Afcon nitokea tu voingia sisi mwaka elfu mbili na kumi South Africa tumeweza tena kuingia mwaka huu, kwa hata mwakani tuna uwezo tena kuingia. Kwa sababu gani? Nguvu ambayo tunaipata kuna wachezaji ambao wanatupa nguvu ambao wanacheza nje tukija kwenye ligi yetu ya Tanzania ya wanawake imekuwa ni ligi ambayo hata wale kuwepo ligi ya mipaka ya nje wanajifunza kupitia kwetu sisi, si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume yeah. Imekuwa ligi bora kwa sababu gani? Ile miundo ambao chama chetu cha mpira imewekeza kwa maana shirikisho imewekeza na na hata wadhamini Azam wamewekeza, ndio maana imekuwa nguvu sana kwa ligi kupanuka zaidi. Tushirikishe experience kule ulipokuwa kimataifa mambo yakawaje? Kucheza ligi ya nje ya nyumbani, pana ugumu na pana pana, tuseme pana changamoto kubwa sana, kwa sababu changamoto iliyokuwepo ni kucheza nje ya nyumbani. Nyumbani yale makubalia tuseme, mtu kukubali, kama alivyokuwa na kukubali nyumbani, mm, au kukuchukulia kama alivyokuwa kukuchukulia huko nyumbani, ni tofauti na wenzetu kwa sababu nchi ya Tanzania ni nchi ambayo mtu yeyote anakubalika. Ukiangalia kwa wenzetu ambao wachezaji wa kigeni jinsi wanavyochukuliwa hapa nyumbani tofauti na wewe unavyokwenda kuchukuliwa sehemu kama kama Moroko. Moroko ni nchi ambayo ya Kiarabu tuna tunajua zana ya Waarabu walivyo sana, yaani wanakubali sana. Vitu vya kwao si wa, wa kwanza wanajiona we, kama yeah, sio yeah, wa Afrika sio Afrika, yaani ukitokea we umekubalika Arabuni, basi elewa afika kuna kitu cha ziada ambacho ucho, unacho unacho yeah. Lakini mshukuru Mwenyezi Mungu. Nilienda kwenye timu yangu ya kwanza, nilisajiliwa mkataba wangu ulikuwa miaka minne. Lakini nilicheza nusu msimu nikaonekana kwa timu nyingine. Kule nikacheza miaka miwili. Nilimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tulishindana kwa sababu kuna vitu ambavyo wao wanaenda walienda tofauti na mimi. Nikasema mm, inatosha miaka miwili na nusu, acha nirudi kwanza nyumbani. Na ukarudi bado ukaja kwenye timu kubwa na yenye ushindani. Ya, ya, nimeondoka Simba sikuondoka kwa ubaya. Niliondoka Simba ni mchezaji ambaye niliondoka kwa mafanikio makubwa, na nilimheshimu kila mmoja, viongozi wangu, wachezaji wenzangu, nili nilijenga Simba, nilijenga aa, kitu ambacho nahitajika kujenga, kwa sababu sehemu yoyote unapokaa jaribu kumheshimu yeah. Iwe mdogo iwe mkubwa ya, yeah. Nilimshukuru Mwenyezi Mungu, na kitu ambacho kilichonifanya nikaweza kuwa wepesi sana kurudi tena Simba. Ushindani wa namba ukoje Gaucho, kwa hivi sasa? Na ukiangalia, mna vijana ambao ni vijana mli moto bado, umri wao ni, ni vijana sana, lakini pia mna wachezaji wa kimataifa. Simba Queens sasa hivi imekuwa ni timu ambayo ni timu kubwa. Simba wanahitaji mafanikio. Na mafanikio ambayo yanafanyika kwenye boys ndo mafanikio ambayo yanahitajika kufanyika under 20. A, uh, timu ya wanawake under 17 ndio anahitaji iwe hivyo. Timu ya Simba Queens ilibahatika kwenda klabu bingwa, kwa hiyo utaendaje klabu bingwa, lazima uwe na, na mbili ya, tena since, yeah. uwe yeah. na cream ya wachezaji waliokuwepo wazuri ambao wana experience kubwa sana, kwa hiyo ndio maana wamewekeza, wametafuta wachezaji wa kigeni ambao walikuwepo bora, na ukiangalia hata kwenye wachezaji hao kuna upiganaji wa namba lazima ufanye kazi ili upate nafasi ya kucheza. mm. mnapokutana kwenye mechi hizi za dabi, imekuwa na dabi nyingi sana kwa umri wako Mwanahamisi, tangu umekuwa kwenye ligi umeshacheza dabi nyingi sana, huwa ni michezo ya aina gani? maana jua kwenye hii ligi ya wanawake na ushindani uliopo haina tofauti na upande wa kaka zenu boys. Ah, unajua unapozungumzia Simba na Yanga, hizi ni taasisi kubwa ambazo zina ushindani mkubwa sana. sana sana. Kwa hiyo endapo hata unapokuta mechi za under 17 Simba na Yanga ujue ni mechi. Yaani usichukulie ya usichukulie kwa sababu usiichukulie kirahisi. Mm -hmm. Unapotoka nyumbani na unapovaa jezi ya Simba, jua fika umebeba kitu kikubwa ambayo chenye mashabiki wengi nyuma yako. Ya nyuma yako. Mm. -hmm. Kwa hiyo hata kwenda kuji, kwenda kupambana katika ndani ya uwanja inahitajika ni vita ni, ya, ni vita kubwa na inahitajika sio kirahisi. Lazima ukapambane ili pati, patikane matokeo. Hizi timu mbili, kila mtu anahitaji kuonesha ufalme wake. Mnapofungwa na watani wenu Yanga, mfano kama mchezo ambao umepita kwenye ligi kuu, umepoteza, hali inakuwaje? Uh, hizi mechi za Simba na Yanga, kwa sababu tukianzia kwenye maandalizi tu mm. maandalizi ya Simba na Yanga ni tofauti na maandalizi ambayo unaenda ja mechi nyingine zote. yeah. Maandalizi haya yanakuwa ni maandalizi makubwa sana ukiangalia nje ya uwanja, ndani ya uwanja, ukiangalia hata kwa viongozi, kuna kwani kuna ukaribu mwingi sana pamo, viongozi pamoja na wachezaji, kwa sababu viongozi wanahitaji matokeo, hawahitaji mechi hii kufanyaje, kufeli ili watambe mtaani. Na hata nyinyi wachezaji, lazima mtakuwa mnapeana morali kubwa, jamani tusifungwe hii mechi jamani. Yaani kila mtu lazima, haipiti siku, lazima mtakuwa na kikao Hivi kuna kikao hapo hapo ambacho huwa mnaitana wenyewe? Yaani yeah. Ukiatana na kocha au yeah. mnaitana wenyewe? Yeah. Mnazungumza nini? Yeah. Tunazungumza kwa sababu mechi ya kwa kunahitaji kwa sababu mechi ya Simba na Yanga ni mechi ambayo inahitaji matokeo. Sio mechi ya kusuru, sio mechi ya kufungwa. Yes, Ehe. Na mechi ya kutaka sifa. Yaani leo leo tumeenda kwa yeah, tutambe, tambe. Ya tutambe tuwatambiane. Yes. Yes. Unapokuwa umewafunga Yanga, Yanga, kuna kitu ambacho kwa viongozi umeongeza credit. Binafsi mechi iliyopita iliniumiza, kwa sababu ile mechi sio mimi binafsi, hadi wachezaji walio wengi iliwaumiza kile kitu, na hawakupenda, kwa sababu nia yetu, dhamira yetu ni kushinda ile. Kwa game hiyo, baada ya kupoteza ilikuwaje? Mlipoingia pale vyumbani, mnaingia kwenye gari mle kuelekea kambini, hali inakuwa gaje? Hali inakuwa hakuna mtu ambaye anamwelewa mwenzie mnakuwa na, na ukimya, lazima kupiga stori ya lazima kuwe na ukimya, hamna mtu anaweza kupiga stori, kila mtu anakuwa basi, kila mtu kwa sababu lazima unajiuliza, ah, imekuwaje ile mechi. Mlicheza uwanja wa KMC pale complex, ninyi mnakaa bonjo kambini kwenu, hivi inawezekana mkatoka pale basi kimya mpaka mnafika kambini? Ah, yani station hiyo lazima iwepo yeah, kwa sababu kila kwenye basi lazima we kwenye kwenda kwenye kwenda wanjani na kurudi, kuna utofauti inapokuwa umepoteza mechi, kwenye kwenda kuna hamasa kubwa, mnakuwa mnapiga mp... stori za kuhamasishana, mwingine utamkuta lakini, kwenye kurudi kama mechi umepoteza, kila mtu utamsikia, kwa sababu hata kila mtu atakushangaa, yaani wana unaongea na ili weje, lazima ya, kwa hiyo kutakuwa na huzuni fulani, mwingine utamkuta nalia, labda kwa nini nimepoteza mechi, mwingine utamkuta labda yuko tofauti. Hamna mtu ambaye atakua yuko kwenye furaha. Tuigeukie okay, timu ya taifa eh, Twiga Stars, umecheza katika kategori tofauti, kwa maana andawati andawati, na sasa umefika ukaenda kucheza wuka mpaka kwenye senior team. Maisha ya timu ya taifa umeyaonaje? Ah, maisha ya timu ya taifa ni maisha ambayo unapopaa jezi ya national team inahitajika upambane, pia naweza nikasema ujue kwamba nimevaa jezi ya national team. Hii ni timu ya taifa So club uh, unatakiwa upiganie taifa lako na kila mtu ajue kwamba Mwanahamisi aliweka status katika national team. Unanielewa? Kwa sababu national team kwa team ni kama mfano wa daladala. Okay. Unashuka, anapanda, anapanda mwingine. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa upande wangu, nilijitahidi kwa uwezo wangu, nimeweka status yangu, japo wangali sio kubwa sana lakini binafsi ni kubwa, nijaribu kupeleka timu yangu Afcon kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na kumi, nijaribu kuchukua vikombe vya, a, vya sekafa koteisha viwili mm, nijaribu kuchukua mashindano ya South Africa Kosafa, Kosafa, mara moja. Kwa kwangu binafsi ilikuwa ni kitu kizuri. Ni vipi unakaa unazungumza na wadogo zako sasa hivi, hasa katika timu ya taifa, kuadvise huko ambako wanaenda, ili kuweza kuwafikia na hata kuvunja rekodi. Kwanza nawapa ongera, ongera kwa sababu nisingeweza kuwapa ongera kama wasingekuwa na disiplini au kuipeleka timu klab bingwa tena, kwa sababu kuna ile miongozo ya watu ambao walikuwa wameweka Nikisema miongozo ndo miongozo, nakuja kina Sacha Bruma, ya kina Sofia Mwasikiri, kina Asha, Asha Mwalala, mm -hmm. wa kina Edina Lema, wote hawa ndio hii miongozo ambayo sasa hivi watu wanafanya vizuri, kina Opa. Isinge kuwa kuna watu ambao tutengenezea huko nyuma. Na isi hata sisi tungekwa, sasa hivi tungekuwa tungeweza kusuasua mpaka sasa. Ah, imekuwa sasa hivi miongoni national team ya Tanzania. Zamani watu walikuwa naichukulia ni inaenda inafungwa ikirudi shughuli imeisha. Yes, wasema tutajipanga wakati yeah, mwingine. Always njia. next Lakini time. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi ah uh, timu ya taifa imebadilika, ni timu ambayo yenye ushindani hmm. sasa. Ukiangalia tunapokutana na South Africa zamani tunafungwa goli nyingi sana tano, Morocco, zingapi, uh, um, Nigeria, na kina Morocco, Kameruni. Ah, ukiangalia si Nigeria tukutana nazo sasa hivi ni timu ambazo zinatufunga mbili moja, hata sasa tunawapiga kabisa. Kunga. Kwa hiyo nimeona kuna kitu ambacho kimebadilika. Na pia sio kubadilika kwa kwa kwa urahisi, si kuna kwa maneno. Watu, ya, so kwa amekaa kuna watu pia lazima uishukuru TFF yes, kwa sababu yes, national team, ni timu team ambayo haina udhamini wowote ipo chini ya TFF kidogo, sasa hivi serikali inaweka ina mkono ndio maana imekuwa pia na mwamko mkubwa kwenye ile goli la mama, mm. Ukiangalia kwenye vilabu pia kuna goli la mama kwa hiyo pongezi kubwa zipewe kwa TFF kwa sababu ndio walezi wa ile wa ile timu. Sio timu ile tu ukiangalia kwenye timu za wanawake hmm. Under 17, sio under under 20 za wanaume, wao ndio walezi. Hmm. Kwa hiyo pongezi kubwa lipewe kwa wao kwa sababu ukiangalia timu ya under 17 ya wanaume walienda Moroko ndo ameenda hapo. Yeah. Tumepeleka kwa ujumla timu nne yeah, kwenye mashindano ya Upcon. Under 20 ni hiyo na karibia kwenda ya wanaume. Yes. Afcon yeah, ya wanaume inaenda ah, Afcon ya wanawake imeenda Afcon. Kwa hiyo umeona ni kitu gani ambacho kinajengwa mm. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hadi baada ya miaka mwaka mmoja au miaka miwili mbele, basi Tanzania inaweza kwenda kombe la dunia. Nipe moja ya historia vitu ambavyo unasema kwenye mpira, kwa kweli licha nimeutendea mpaka hivi sasa, labda naelekea elekea ukingoni, labda miaka nane ijayo hivi au kumi hii kitu sintokisahau kwa kweli, kwa ni uzuni kwangu katika mpira wa mguu. Unajua lazima ili uwe star au uwe mchezaji mkubwa lazima ukutane na changamoto Sa. changamoto yangu ya kwanza ni pale ambapo unapokwenda una kuhitaji kutimiza malengo yako, alafu kuna kitu kinachokuja kukatisha, unajua kabisa kwamba huyu naamini ana uwezo wa kunisaidia mi nikapiga hatua tuseme fulani alafu yule unamwamini ndo anaikuangusha anakuangusha. Kitu moja hapo ambacho kina uwezo kakutoa kwenye lele, lakini pia na washauri na wa, na wa naamini uchukulie kwamba Mwanahamisi ni mchezaji m... ambaye amepita kwenye mafanikio. Kama kitu hichi kakutana nacho, basi hata we uliokuwepo chini una uwezo wa kukutana nacho. Usijaribu, na pia unatakiwa ukemee hata siku moja usijaribu kwamba mtu aje kukatisha ndoto yako ambao una, unaona kabisa mimi hichi kitu kitakuja kunisaidia mbele, mbele. Wengi Mwanahamisi wanasema ninyi watoto wa kike ambao mnacheza mpira, mkishamaliza mkifika nyumbani, yani nyie mnaishi kama ma, maisha fulani hivi kama ya kiumeume. Kwako wewe una familia? Sijabahatika kuwa so. na familia, lakini nina familia ya wazazi. Una boyfriend ya, upo kwenye mahusiano. Tu wa kike. Lazima itafikia muda unapokuwa nje ya mpira utakuwa na mwenzako nyumbani. Mnakaa mnashauriana, kwa sababu mpira una muda. Ya. Ya, unahitaji baadaye mtakuja kutengeneza familia, muwe na watoto na ninyi baadaye. Unapotoka nyumbani utakuja kuitwa mama kama na wewe unaita mama sasa. Yes, na wewe utakuja kuitwa mama po baadaye. Kwa hiyo hicho kitu pia tuki, tukiangalie kwa sisi wachezaji mpira wa kike, mm-hmm. kwamba kuna leo kuna na kesho. Mimi leo Mwanahamisi, lakini kesho nitakuja kuitwa mama Fatuma. Najiandaje kwa sasa? Ndio ile kitu ambacho ninahitajika leo. Kuna muda Mwanahamisi unakaa wewe na mpenzi wako, ambaye ndo tuseme ndo mista mtarajiwa, mnakaa hmm, kwa pamoja, unakaa unapika ah, sababu wewe ni mwanamke, sio kama kama mwanamke unakaa unampikia mtu wako. ah, mimi ni mtoto wa kike alafu mi nimetokea Tanga, unajua kabisa Kupika ndo asili yetu. Namshukuru Mwenyezi Mungu wazazi wangu. Namshukuru mama yangu. Namshukuru bibi yangu kwa sababu bibi yangu ndo aliweza kukaa na niliweza kukaa na bibi yangu kwa muda mrefu sana. Alinifundisha kupika sana. Na kwenye kupika alhamdulillah, namshukuru. Uko vizuri. Kwa hiyo unakaa eh, na anaenjoy chakula. Chakula changu. Mr. kwa na pia na anaenjoy boyfriend wako. Yeah. Chakula gani wewe mwenyewe unachokipendelea? Ah sisi ni watu wa pwani waga, napenda ugali, tembele, dagaa, visamaki pembeni huyu. <laughs> <laughs> Alikuwa ni Mwanahamisi Omari Gaucho. Shukrani sana Mwanahamisi nam. Ndivyo hivyo, kama ambavyo amehitimisha Mwanahamisi Omari Gaucho. Beautiful Kanyigo, sports lady, Rosemary Timso Kabgira nasema usibanduke. Hii bwana, ndio viwanjani na exclusive zote za maana utazipata ndani ya viwanjani kila Jumatatu na kila siku ya Ijumaa.